Mwenyekiti wa mkoa, ndugu wajumbe wa, wa bodi ya wadhamini BAKWATA, ndugu wajumbe wa baraza la Ulama, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, waheshimiwa mashekhe na viongozi wa BAKWATA, mheshimiwa, waheshimiwa viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi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 wa billahi tawfik, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu As As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.